Habari, kwa majina, naitwa Tatu Hassan. Niko mbele yako kwa ajili ya kukufundisha jinsi ya kubajeti pesa yako. Mimi pesa yangu naibajeti hivi. Naigawa kwa mafungu matatu ambayo naika asilimia arobaini ya akiba ambayo inaipeleka benki, asilimia hamsini naika mahitaji chakula, kula kwanza, then nakuja kwenye ada ya watoto na usafiri. Bila hapa mahitaji siwezi kusurvive. Nakuja asilimia kumi, yangu naweka dharura. Dharura endapo ukaumwa. Vijana wengi huwa tuna mix kwenye mahitaji na dharura, tunaweka mahitaji na dharura, kwa sababu hela yote unaitumia hapa kwenye mahitaji, unakunywa pombe. Ukija ukiumwa, hauna hela ya akiba. Ninawashauri vijana wenzangu, pangeni bajeti, maana bila bajeti hauwezi ukatoboa na pesa, uwe na nidhamu ya pesa kutokana na hapa nilivyoelezea, dharura usichanganye ukaweka kwenye mahitaji, na mahitaji usiweke kwenye akiba. Tumia pesa kwa nidhamu.